Kwa nini usimamizi wa fedha ni msingi wa ukuaji endelevu? Usimamizi wa fedha ni msingi wa ukuaji endelevu ni kwamba unavyoweza kutrack trending yako inakuwa ni rahisi kuweza kujua wapi uongeze, wapi upunguze. Na sisi ni wafanyabiashara, wafanyabiashara sisi tunachoangalia sana ni cash flow cash flow inavyoendelea kwenye biashara yako ndio inatamani wewe kukua au kutokukua. So unavyo track unajua kabisa, mimi kwa mwezi naingiza shilingi ngapi, kwa mwaka naingiza shilingi ngapi. Watu wanafanya consultation, anamuliza unaingiza shilingi ngapi kwa mwezi? Ah, kwa mwezi mimi sikuali sijui. Ujua unafanya biashara mwezi mzima kwa sababu gani haufuatilii? Unaingiza shingapi unatoa shingapi unaweka shingapi? Ukifuatilia unajua kabisa, okay, hii ni rahisi mimi kuweza kujua ku monitor mimi naingiza shingapi kwa mwezi, kwa mwaka, na unajua sasa mimi mwendeleo wangu hapa, napiga hivyo au nimerudi bila. Hivyo huwezi jua nini unaendelea unafanya kwenye biashara, na huwezi jua sasa. Hapo sasa hivi niongeze marketing ama ni marketing napata, ila sijui kufanya sales, ama nafanya sales vizuri, ila matumizi yangu ni makubwa ya nje, ama kuna vitu nakosea. Ukimonitor biashara lazima ujue mwenendo wa mauzo yako. Mali bila daftari hupotea bila habari.